Nilisema nitazungumzia kuhusu uchawi wa kufunga mafundo mm, siku nyingine mm, ambao kwenye Korani umetajwa, kwenye Biblia umetajwa mm, na ni katika uchawi mbaya sana. Ni katika elimu ambazo mnafundishwa huku mnapewa maonyo mm, maonyo, maonyo mm, ni hizi elimu za kufunga vifundo mm, kwa sababu bahati mbaya ukifunga fundo halafu ukatupa ukazika mahala mm, wewe mwenyewe unasahau mm. Kwa ikifika siku umeona huruma mm, unataka sababu mtu umsamehe, unawaza hivi hivi, nilizikaga wapi lile fundo halafu kama ulitumia uzi unaooza mm. Lile fundo lilishaozaga mm. Kulifungua ndipo alisema uchawi ule kuroga alishakufa. yeah, yeah. Katika uchawi mbaya usije ukamfanyia mtu ni uchawi wa kufunga mafundo kwa sababu ukifanya ukasahau lile fundo lilikuwa wapi, njia za kufungua ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunapozungumzia masuala ya uzazi kwa mfano, mm. kuna wanawake ambao wamepimwa hospitalini, hana shida yote, mm. njia mbadala zimetumika pia hana shida yote. Mm. ila kumbe ana hivyo vifungo mm. amefungwa, na ni kweli, wapo wanawake wengi ambao wamefungwa, wamefungwa mm. kufunga sio kufunga uzazi tu, unaweza mm. -hmm. ukafungwa usipate pesa, unaweza mm. ukafungwa -hmm. usilaone na mtu, unaweza mm -hmm. ukafungwa kazi yako hiyo, na magomvi ngomvi, chukua tu ile ugomvi na wewe wanakufungia pamoja, wewe ni mgomvi tu mm. kwa -hmm. kuvifungwa viko vingi, lakini na vya na na mm. viko na namna tatu, mwanamke anaweza kufungwa asizae mm. kwa namna hizi tatu, anaweza akafungwa kwa kutumia uchawi ambacho ndo nimesema hapa, uchawi wa mafundo mm, nachukuliwa tu uzi mweupe mwekundu, nachukuliwa tu nguo yake mm, au sehemu ya nguo yake inaunganishwa na ule uzi, vinafungwa kwa taratibu maalum mm, kwa nyakati maalum, inafungwa kwa taratibu maalum, kwa nyakati maalum mm. Ikishafungwa, ikiwekwa mahali pake, mwanamke amefungwa, mm, mimba haitoingia. Watacheki mirija yote iko sawa mm, lakini kumbe imefungwa kiroho mm, mimba haiwezi kuingia mm. Huo ni uchawi, lakini anaweza akafungwa mm, kwa njia ya majini hiki ni kitu kingine hmm. Kuwatumia majini, kwa maana wanaweza wakafanya hilo jambo wanyewe majini, mahali jini tu akuelewe lugha hmm. Na akaamua kufanya, majini wanaweza wakamfunga mwanamke hmm. Na siweze kupata hmm. Na wengi no, kuna watu majini mahaba wale wanauwezo wa kwamba mwanamke wakati anashiriki na mme wake hmm. Wakaenda kublok tu pale mbegu zisiende. Mm. Eh, eh, vizuri tu, lakini kuna yule sasa anaweza akafungwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu mwenyewe mm. na hapa ndo pa muhimu. Nikisema mm. kufungwa kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo hizi tunazoita laana. Kwa mfano mm. wewe ni binti umegombana na mama yako mzazi mm. ukamtamkia maneno mabaya mm. mama akasikitika rohoni, akasema, mwanangu unanifanyia kweli haya mm. kumbe kuzaa ndo ilikuwa kazi Aya, atazaa uje uone tabu yake. Unafikiri neno limeishia mm. kumbe Mungu kapokea ile kile hasira ya mama yako, utahangaika na utofanikio mpaka ujue ni mama alifanya hiki, hadi aende kusamehe ndio ufunguke. Au umedhulumu cha mtu. Labda kuna mtu umemdhulumu, alikuwa na na vimivi vitu vyake, anakwenda kujifungua kwa mfano. Ile yake umetunza tunza kwa ajili ya kujifungulia hizo vifaa kujifungua, umemdhulumu. Akalia na Mwenyezi Mungu. Huyo ananidhulumu mimi wakati akwenda kujifungua na tabu ya kujifungua unavyojua, Ewe Mwenyezi Mungu unilipie basi mm.